Habari wapendwa wafuatiliaji wa chaneli hii, kama bado huja subscribe bonyeza maneno mekundu hapo chini yaliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Katika chaneli hii utapata kutazama movie kwa muda usiozidi dakika 30 kwa lugha ya Kiswahili. Hii ni sehemu ya pili ya tamthilia yetu ya mama aliyemsaliti mwanaye kisa alipatikana kwa kubakwa. Katika sehemu ya kwanza, tuliona kuwa binti mmoja aliyefahamika kama Sijali alitelekezwa na mama yake siku mbili tu baada ya kuzaliwa kwake. Amelelewa na bibi yake hadi pale bibi yake alipofariki. Katika kupekua pekua siri, anakutana na barua yenye maelezo ya jinsi ya kumpata mama yake pamoja na picha ya mama yake. Sijali anafunga safari moja kwa moja hadi mjini na kuanza kumsaka mama yake. Alifanikiwa kumpata, lakini kwa bahati mbaya mama yake alimkataa, lakini baadaye kutokana na shinikizo la Samueli ambaye ni mume wa sasa wa mama yake Sijali, Sijali anaruhusiwa kuishi katika familia ya mama yake kama mfanyakazi wa ndani, na hapo ndipo ikawa mwanzo wa maisha ya huzuni ya binti huyo. Kama hukubahatika kuangalia sehemu ya kwanza bonyeza hapo juu au tuendelee katika sehemu ya pili. Sijali anagonga dirisha na kuita, bro nimesahau barua yangu. Samueli hakutaka kusikiliza chochote kutoka kwa Sijali, aliwasha gari na kuondoka. Upande wa pili Siri, mke wake Samueli, ameenda kwa rafiki yake kwenda kumweleza mambo yaliyomkuta. Rafiki yake anasema labda, inawezekana kweli ni mwanao, maana uliwahi kuniambia ulikuwa na mtoto kijijini kwenu. Siri anasema ni kweli na mume wangu analijua hilo. Rafiki yake anauliza kwa sasa atakuwa na umri gani? Siri anasema sina uhakika lakini atakuwa amefikisha miaka kumi na nane. Anasema nahisi watu wa kijijini wameanza kuiwinda ndoa yangu. Rafiki yake anasema ni kweli inawezekana ndoa yako inawindwa na watu wa kijijini kwenu. Baada ya mazungumzo na rafiki yake, anarudi nyumbani kwake. Anamuona mume wake akiwa hana furaha. Siri anajaribu kumuuliza mume wake kama yupo sawa. Samueli anasema anajisikia vibaya sana kumfukuza yule binti. Macho yake yanaonyesha amechanganyikiwa, haelewi wapi kwa kwenda. Siri anasema mtoto huyo siyo jukumu letu. Siri anaongeza swali la kizushi kwamba kati ya mimi na huyo mtoto, kumbe unamchagua yule mtoto. Samueli anasema hapana, sina maana hiyo, lengo ni kumsaidia tu. Siri anasema hivi, unahisi ningekuwa na mtoto wa hivyo nisingekuambia? Samueli anasema hapana, lakini sijui kama suala hili litanitoka kichwani. Mwanamke anasema sina namna ya kukusaidia Sijali akiwa bado yupo mtaani, hajui wapi pa kuelekea, mkono wake mmoja ukiwa kichwani, mawazo yamemjaa, hajui wapi atalala, nini atakula. Kweli Sijali anatia huzuni, japo ni maigizo, lakini najikuta kumchukia Siri. Nyumbani kwa Samueli, wakiwa kama familia wamekaa mezani kwa ajili ya kupata mkate wao wa kila siku. Siri anamuuliza mwanaye Rosie, mbona hauli tangu umechukua chakula chako? Rosie anasema sina furaha. Samueli anauliza kwa nini huna furaha? Rosie anasema kwa sababu nyie mnagombana kwa sababu ya yule mnuka shombo Sijali. Baba alimkanusha na kusema hiyo siyo namna nzuri ya kumwelezea mtu, akiwa anamaanisha hatakiwi kumuita binti yule mchafu. Baba alimtaka Rosi kuomba msamaha. Baada ya Rosi kuomba msamaha, baba na mama yao waliamua kumaliza tofauti zao na kujifanya kama hawana ugomvi wowote. Mtoto alifurahi na wakamuahidi kutoka pamoja kwenda sehemu nzuri atakayochagua. Upande mwingine, Sijali akiwa mtaani anauza sausage, amechangamka kama kati wa ndimu. Anapitia kila gari lililopo kwenye foleni, anatangaza biashara yake katika foleni hiyo hiyo yupo Samueli na familia yake wakiwa wanaelekea matembezi, wakiwa wanapiga soga moja mbili tatu. Sijali anasogea hadi kwenye kio cha gari. Sijali bila kujua ndani ya gari ni akina nani, anatangaza biashara yake ya sausage. Alipoangalia kwa makini, anagundua kuwa ni ile familia iliyomfukuza na kumkataa kuwa siyo mtoto wao. Alijisikia vibaya sana Sijali na kuamua kuondoka, lakini usoni mwa Samueli kulidhihirisha kwamba anaumia sana kumuona sijali akiwa katika hali ile. Sijali akiwa amechanganyikiwa, alianza kukimbia akiwa hajui anakimbilia wapi na kwa nini anakimbia. Kwa bahati mbaya, anagongwa na gari. Samueli alipoona tukio lile alishindwa kuvumilia. Alishuka kwenye gari lake na mbio mbio anaelekea kumsaidia sijali. Sijali alikuwa amepoteza fahamu. Alipozinduka aliwataka watu wamwachie, alijaribu kukusanya vitu vyake, lakini uzalendo unamshinda na kuanguka chini. Samueli na familia yake walipofika nyumbani, Samueli anaongea na mke wake kuhusu kumsaidia Sijali kwa sababu Sijali ameumia na hana msaada wowote mjini. Siri aliendelea kushikilia msimamo wake wa kutomsaidia binti yule, anasema muache, atapambana mwenyewe hata kwenye vituo vya watoto yatima. Samueli anasema hivi, kwa nini unakuwa kinyume na kila mtu anayetaka kumsaidia huyu binti? Hivi ni mwanamke gani huyu? Mimi nimeoa Siri anasema nilisema, kuna jambo ambalo wewe hukutaka kuniweka wazi. unataka kumleta mwanao katika nyumba yangu? kama unataka kumsaidia, mrudishe kijijini kwao. Samueli aliongea kwa kupaniki, kumfukuza yule mtoto kunanifanya mimi nikose usingizi. wewe ni mzazi na ni Mkristo, kwani unakuwa hivyo? Siri anasema, huyo mtoto siyo jukumu langu. Samueli akasema, sasa unataka utaki, naenda kumchukua yule binti. sasa ni kuone, unamfukuza utajua. kwani maharage yanaiva kwa kurukaruka? you know what? Kisha akaondoka. Ilipofika jioni, Samueli akarudi na Sijali. Sijali alipoingia akataka kukaa kwenye kiti, Siri anamwambia usithubutu. Samueli akamwambia Sijali, kaa. Samueli alimwangalia mke wake kwa hasira, kisha anamwambia Sijali, twende nikakuoneshe chumba cha kulala. Asubuhi yake kumekucha, Sijali ameamka na moja kwa moja anaingia jikoni, anashangaa uzuri wa lile jiko lililokuwa na kila kitu. Sijali aliona chakula mezani, alichukua na kuanza kula chakula hicho. Ghafla, Siri anaingia jikoni na kumkuta Sijali akifurahia chakula kitamu. Sijali alipomwona alishituka na kujikuta kuangusha sahani. Sijali anamuomba msamaha mama yake ambaye kwa sasa anamuita madam, anasema "Sikutarajia kama sahani inaweza kuteleza na kuanguka, huku akiwa anakusanya vipande vya sahani iliyovunjika. Ilipofika jioni, Samueli anamwambia Sijali, nimeshangazwa sana na majibu ya daktari kwa ajali kama ile, alafu anasema haujapata tatizo lolote. Sijali anasema ajali ya gari haiwezi kuniua mimi. Samueli alicheka kuashiria kuwa Sijali hajui alisemalo wakiwa bado kwenye mazungumzo Rozi anakuja na kumwomba baba yake amsaidie jambo. Baba yake anasema Rozi, unaweza ni pa mdai kidogo nimsaidie Sijali. Rozi hakupendezwa na jambo hilo, kwani baba yake anaonekana kumpa mdai mwingi Sijali kulilo yeye, ukizingatia mimi ndiyo mtoto wako. Sijali anasema msaidie tu mtoto, mimi nitakuwa sawa, lakini samueli anamwambia mwanaye, Sijali anaumwa mwanangu, huwa nakufundisha kuwa mkarimu kwa kila mmoja. Sasa tabia hii ya kutokuwa mkarimu umeitoa wapi? Rosi anamwomba msamaha baba yake. Samueli akiwa anaendelea na huduma akasikia Bros. Bros. Adio kinzi Quiet. Sijali akiwa sebuleni akifanya usafi anajiuliza vile vitambaa vya manyoya ya sufi, yeye kwa mawazo yake ni ngozi ya mbwa. Anajiuliza ni mbwa wangapi wameuawa kwa ajili ya kuremba nyumba hiyo. Mara mama mjengo anaingia na mwanaye Sijali. Anasalimia lakini siri hakujibu chochote, badala yake alimtazama kwa hasira kisha akaondoka. Rozi alienda moja kwa moja kukaa kwenye kochi. Alipokaa alianza kumuuliza Sijali, unajua mama anakuchukia sana? Sijali anasema ndio, nafahamu. Rozi anasema lakini baba yako anakupenda sana. Sijali anasema ni baba yako wala siyo baba yangu Rosie akauliza, lakini mama yangu ni mama yako pia. Sijali anasema wewe, ni mtoto mzuri na Mungu akubariki, lakini sina hitaji jingine nilichokuwa na kihitaji mimi ni mama yangu anione kama mimi mwanaye au bibi amenipa address, siyo maana mama yangu asingeweza kunifanyia hivi. Rosie alianza kuinuka na kuondoka, kabla hajafika mbali anamsikia sijali analia. Rosie anarudi na kumkumbatia dada yake na kumsihi asilie. Muda wa kula ulipofika, familia ipo mezani. Sijali naye anatokea. Baada ya salamu, Samueli anamwambia pakua chakula uje ujiunge nasi mezani. Siri anasema aje ajiunge wapi? Sitaki kumuona hapa, yeye siyo sehemu ya familia hii. Apakuwa chakula atafute sehemu ya kwenda kula. Rozi anainuka. Mama anauliza wewe unaenda wapi? Rozi anasema naenda kukaa na dada. Siri anauliza baba yako ndo kakuambia huyo ni dada yako? Nakuambia huyo siyo dada yako na hawezi kuwa dada yako. Kaa chini. Rose akamuuliza mama yake. Mama, what is us? Baada ya kula Sijali akajilaza kwenye kapeti la manyoya. Siri alivyomkuta alimuuliza hivi unajua bei ya hili kapeti? Samahani, madam, alijibu Sijali. Siri alimwambia simama, toka. Akiwa anasimama Siri alionyesha ishara kwamba amepata harufu kali, akimaanisha Sijali ananuka. Alimtoa nje na kwenda kumwagia maji ya bomba ya baridi. Rozi alijua ni mchezo na yeye akaamua kuingia, mama yake alimtoa kwa kumkemea. Rozi alimwambia mama yake, dada anaumwa, usimwagie maji ya baridi. Alitetemeka sana kwa baridi. Usiku ulipofika, sijali alilala na mdogo wake Rozi. Baba aliporudi, Rozi alianza kumwelezea baba yake mambo ambayo yametokea. Anasema baada ya tukio lile dada alianza kujisikia vibaya. Nilipomwelezea mama alinifokea na kumwambia dada aende akakae nje kwenye baridi. Samueli alijisikia vibaya sana, akamwambia Rozi aende akachukue dawa pamoja na maji, yeye anaenda kuzungumza na mama. Alipofika ndani, akaanza kumuuliza mke wake kwa nini alimwagia maji ya baridi Sijali na kumfungia nje. Siri anasema, nilishakwambia usimlete huyo binti hapa, na ukamleta hivyo nitamfanyia vile mimi nataka. Samueli akasema siyo katika nyumba hii. Marumbano yalikuwa ni makubwa hadi ikafikia hatua ya Samueli kumwita mke wake ni katili. Mama akaona sasa imekuwa balaa, binti anatugombanisha huyu. Mama akiwa anaagiza nguo za mwanaye, Sijale anakuja kwa mama yake kwa ajili ya kuomba msamaha. Alipoinama kushika miguu ya Siri, Siri alishituka na kuanza kumfukuza Sijali aliendelea kumbembeleza kwa kumwambia mama, naomba unisamehe kama kuna pahala nimekukosea. How many times would I tell you to stop calling me mommy? Siri alihisi tumbo la uzazi limemcheza aliposikia ameitwa mama. Alimkanya Sijali na kumwambia ukome kuniita mama, mimi sio mama yako. Akiwa anaendelea kuomba msamaha, Rozi anakuja na kuanza kushirikiana na dada yake kuomba msamaha. Mama alishangazwa sana kuona hadi mwanaye wa kumzaa Ameanza kuonyesha upendo kwa binti huyu. Rafiki yake amekuja ya leo kwa ajili ya kumletea nguo alizoagiza. Wakiwa wanaongelea changamoto iliyopo, mara Sijali anakuja. Rafiki yake anauliza ya mtoto mwenyewe ndio huyo? Siri anajibu ndio huyo mchawi. Rafiki yake akamuita ya Sijali. Alimwambia hujambo mrembo, bila shaka wewe ndio Sijali. Sijali akajibu ndio. Sawa, kaendelee na shughuli zako. Siri anashangaa rafiki yake mbona hamfokei sijali badala yake anamwita mrembo. Rafiki yake anasema shoga angu mbona huyu mtoto mmefanana sana. Siri anasema na wewe unataka kuungana na hao. Siri alikasirika sana kufananishwa na sijali. Mara anakuja Rosi anaonekana hajisikii vizuri hivyo alihitaji kwenda kulala. Mama yake anasema lakini ni vema ungekula kwanza mwanangu. Rosi anasema sijisikii kula chochote nahitaji kulala tu. Rafiki yake Siri anasema huenda anaumwa. Siri anasema hata sijui, haijawahi tokea hali hii, lakini kwa siku za usoni amekuwa na tabia hii. Ilipofika usiku, wakiwa wamelala, Samueli na mke wake walikuwa na kazi ya kumbembeleza Rozi, wakiwa wanaongea naye na kucheza naye. Sijali alikuwa akisikia kwa mbali akaamua kusogea kuchungulia. Sijali alimwonea tamaa sana mdogo wake Rozi, alitamani na yeye angekuwa alipata nafasi hiyo. Samueli na mke wake waliendelea kumshawishi Rozi kama atakula chochote. Mnda wa kulala ulipofika, Siri alielekea chumbani kwa Sijali. Sijali anashituka na kuanza kuulizwa maswali, kwa nini umekuja hapa? Hautakiwi kuendelea kuwepo hapa. Kisha akaondoka, Sijali akajiuliza kulikoni tena, akawaza akaona, asije akawa akaenda kuchukua bastora, anainuka haraka haraka na kwenda kufunga mlango. Asubuhi kulipokucha, sijali na shangazi kaja lake taratibu, ananyata akijaribu kutoroka, mara anasikia sauti ya Rose ikisema unajaribu kutoroka? Sijali ilibidi arudi, amechukua nguo akiwa anafua nje. Samueli anakuja na kumuuliza imekuwaje anafua kwa mikono wakati ndani kuna mashine ya kufulia? Sijali anasema nimeamua tu. Kabla Samueli hajaongeza swali lolote, siri anatokea na kuongeza rundo la nguo. Samueli anamuuliza mke wake imekuwaje, anafua kwa mikono na mashine ipo. Siri anajibu, yupo kwangu lazima afanye kazi. Samueli anasema, sikatai yeye kufanya kazi, lakini suala la kufua nguo, mashine ipo. Siri anajibu, naomba usinivuruge asubuhi hii, wewe umenikabidhi binti huyu, anaishi kwangu, lazima afuate taratibu zangu. Mume wake anasema, kwa kweli tabia zako zinanishangaza sana kwa kweli. Siku iliyofuata Siri aliamua kumfukuza Sijali. Sijali alijaribu kumuomba Siri msamaha ili amuache aendelee kuishi katika nyumba hiyo akiwa amepiga magoti. Rozi anakuja na kuanza kumsaidia Sijali kuomba samahani. Siri alijaribu kumuondoa mwanaye, kwani yeye alikuwa hausiki kwenye msala huu, lakini Rozi ameshikilia msimamo wake wa kuendelea kuwa pamoja na dada yake Sijali. Rozi anadiriki hata kupandishiana sauti na mama yake, na Sijali ndo alimtuliza Rozi asiendelee kubishana na mama yake. Siri anakasirika na kuingia ndani. Sijali akahisi Rozi ndo anashaharibu kila kitu. Siku iliyofuata, Sijali akiwa anafanya usafi chumbani kwa Samueli na mke wake Siri anakuja na kuanza kuuliza saa yake ya Apple. Sijali anasema madamu, kama unaulizia Apple niliziona kabatini, lakini kuhusu saa ya Apple sijawahi kusikia. Siri anamuuliza Sijali, unajizima data saa ya Apple niliweka hapa mezani, ipo wapi? Anamwambia tangu umekuja wewe hapa vitu vimekuwa vikipotea sana, mwanzo hapakuwa na tabia kama hii. Sijali ikabidi aseme, ngoja niitafute kabla hajaenda popote. Samueli naye anarudi anauliza, shida nini Siri anasema aiba saa yangu Samueli anasema unajua nimeanza kukusikia tangu nipo gongo la mboto hadi nafika hapa banana nasikia kelele zako tu Siri anasema mimi sina cha kuogopa natafuta saa yangu Samueli anauliza una uhakika yeye ndo amechukua Siri anasema ndiyo Samueli anauliza na vipi kama hajachukua saa hiyo na haukuiweka hapo mezani Siri anamuuliza mume wake unamaanisha nini Samueli anasema saa yako niliivaa mimi Sijali anaruhusiwa kuondoka, na Samueli anaanza kumuuliza Siri, kwani umekuwa ukimlaumu binti huyu kwa kila jambo, unashindwa hata kumwonyesha upendo? Saa yenyewe haukuweka hapo mezani, nimeikuta kwenye droo ya kitanda. Siri kwa aibu anauliza mbona umechukua bila saa yangu bila kuniambia? Samueli anashangaa, miaka yote hii ya ndoa leo ndo nianze kukuomba kitu nikitaka kutumia? Baada ya siku kadhaa, Sijali alianza kupata furaha kidogo akiwa anacheza na Rozi. Mara Rozi anapatwa na mshituko na kuanguka chini. Siri anakuja akiwa amechanganyikiwa anamuita mume wake na haraka, Rozi anafikishwa hospitali. Baada ya vipimo, daktari anasema Rozi ana shida ya figo, figo lake limeathirika kwa kiwango kikubwa sana. Siri anasema inawezekanaje hii, mbona alikuwa na afya nzuri tu? Daktari anasema hata mimi nashangazwa sana na kasi ya huu ugonjwa wake. Wanauliza je, atakuwa sawa? Lakini daktari anajibu ndiyo, kadri ya uwezo wetu. Aliporudi nyumbani, Samueli anaonekana akiwa na msongo wa mawazo, anafikiria maisha waliokuwa wakiishi na mtoto wao Rozi alivyokuwa ya furaha. Leo hii Rozi yupo hospitali amelazwa kwa tatizo ambalo hawajui ufumbuzi wake. Mara siri anapiga simu na kuanza kulalamika, siri anamtaka mume wake kumuondoa sijali, anasema sijali ndiyo chanzo cha matatizo yote hayo. Samueli anakataa kwa sababu hilo ni tatizo la figo, haliwezi kusababishwa na mtu kama Siri anavyofikiria. Lakini Siri anasema hapana, Sijali ni mchawi, amekaa akimroga mwanangu hivi, wewe yote hayo huyaoni. Samueli anasema hakuna baya litampata mtoto wetu. Siri anamwambia mume wake kama lolote, litampata mtoto, sitokuja kukusamehe kamwe. Ilipofika usiku, Siri amerudi nyumbani. Samueli anamuuliza mbona umerudi, umemwacha mtoto peke yake hospitali? Samueli anasema wewe umeshindwa kuniambia mimi kama kuna kitu kinahitajika. Siri anajibu tatizo ni huyo mwanao, Sijali na siyo vinginevyo. Sasa daktari anasema mtoto ameishiwa damu, nimekuja kumchukua Sijali akamwongezee Rozi damu. Samueli anasema unachotaka kufanya ni kinyume na sheria, huwezi kumchukua mtoto wa watu kumpeleka kuchangia damu. Nitakwenda mwenyewe kumtolea damu tena. Siri anasema hapana, huwezi kumchangia kwa mara nyingine, naweza kukupoteza. Sijali akatoka na mwenyewe akasema atakwenda kumchangia damu mdogo wake, lakini Samueli alikataa kabisa na aliamua kumchangia tena damu mwanaye. Hali ya Rose ilipokuwa angalau, Sijali alifika hospitali kwa ajili ya kumsalimia mdogo wake. Rozi alifurahi sana. Siri alipoingia alishituka na kuhisi labda Sijali atakuwa kamfanyia jambo baya mwanaye. Alipomwangalia mwanaye na kuona hajafanyiwa jambo lolote, alimtaka Sijali atoke, lakini Rozi alikataa Sijali kutoka. Sijali alipoambiwa asogee pembeni, Rozi pia alisogea kumfuata. Siri alikasirika sana, na ni jambo ambalo lilimnyima raha. Aliporudi nyumbani alionekana ni mwenye mawazo sana. Sijali alipomuona vile Aliamua kumletea glasi ya maji. Siri bila kuangalia ni nani ameleta, alipokea na kuanza kunywa maji hayo. Aliposhituka alianza kumuuliza umeweka nini kwenye haya maji? Na una mpango gani na hii familia? Sijali anasema hakuna chochote ambacho nimekifanya, lakini sijui ni kwa nini unanichukia hivyo, lakini najua nini cha kufanya. Sijali alitoka na kwenda kuleta kisu. Anampa Siri na kumwambia kama hunipendi, chukua kisu na uniue. Siri aliinuka taratibu na kusema, usinijaribu. Sijali anasema ukisogea karibu yangu utagundua kuwa mimi ni mtu mwema.